Naitwa Priska Methusela Jeje, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake katika Union ya kusini mwa Tanzania. Leo niko hapa kuwaalika kuhudhuria Kongresi ya wanawake ya Union ya kusini mwa Tanzania ambayo itafanyika tarehe 15 hadi tarehe 21 mwezi wa 6, Dodoma katika ile shule ya Martin Luther. Ninapenda kila mwanamke yawezekana na kina baba ambao watawiwa kuhudhuria wasikose fursa hii. Kiingilio ni shilingi elfu thelathini, ikiwa ni pamoja na shilingi elfu mbili ya bima ya safari ambayo. Aa, mwisho wa kutoa kiingilio ni tarehe ishirini na tano mwezi huu wa tano. Moto wa kongamano letu unasema ushindi, thawabu ya mwanamke imara. Aa, katika kongamano hili tumepanga kujifunza namna gani tunaweza kuwa washindi, ambayo ndiyo thawabu ambayo Mungu amempangia mwanamke imara. Na hivyo tuna mada mbalimbali na wawezeshaji mbalimbali wabobezi, ambao watatusaidia kuwa washindi katika maeneo mbalimbali. Katika ushindi kiroho, tutakuwa na mchungaji Posemba pamoja na mchungaji daktari Jeremia Izungo ambao watatufundisha namna gani tunaweza kuwa washindi kiroho. Tutaangalia namna gani tunaweza kuwa washindi katika saikolojia. Namna ya kufikiri na kutenda mambo, tutakuwa na daktari Pasco Kangilia ambaye atatuongoza katika eneo hili. Katika ushindi kiuchumi, tutakuwa na wabobezi wa mambo ya ujasiriamali na uwekezaji, tutajifunza namna ya kuwa washindi. Katika afya ya mwili, daktari Esperansa Kilonzo atatuwezesha kujua namna gani tunaweza kuwa washindi katika afya ya mwili tutakuwa na mada ambazo zinatuwezesha kuwa na ushindi katika utendaji wetu wa kila siku. Daktari Devota Shimbe atatuongoza katika mada hizo. Tunatamani kuwa washindi katika mambo yetu ya kifamilia. Tutakuwa na mchungaji Josefu Mgwabi pamoja na madam Priska ambao watatuwezesha ni kwa namna gani tunaweza kuwa washindi katika mambo ya familia, mambo ya malezi na kadhalika. Mkutano huu umekusudiwa kumfanya mwanamke ajue namna ambavyo Mungu anatamani aione thawabu ya kuwa mwanamke mshindi. Ninaomba usikose, mwalike na jirani yako, mwambie rafiki yako, tarehe 15 hadi tarehe 21 katika jiji la Dodoma, katika shule ya Martin Luther. Mungu akubariki namna ambavyo unapanga kuhudhuria. Asante, karibu sana.